Sehemu ya pili. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha taratibu nje, radi ikipiga kwa mbali. Imani alisimama pale mlangoni mwa chumba cha hoteli akiwa ameganda kama sanamu. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi, machozi yakimchoma macho, lakini akijizuia kulia mbele ya baraka na yule mwanamke mwingine. Samahani, lakini huyu mtu wako tena, yule mwanamke alisema huku akichukua glasi ya divai na kunywa kwa marengo. Baraka alicheka kwa dharau, akasimama taratibu na kumtazama imani machoni. Mbona unashangaa baby? alisema kwa sauti laini isiyokuwa na huruma. Imani alihisi kichwa chake kikipasuka kwa hasira hmm. Hivi kweli nimekupenda miaka yote hii, kwa hili? alisema kwa sauti iliyojaa na maumivu. Baraka alitikisa kichwa, tabasamu lake lilibaki pale pale. Ulipenda kivyako, lakini mimi sikuwahi kukuahidi lolote la milele, tulikuwa tunapita tu, bebi, alisema huku akichukua sigara mezani na kuiwasha. Imani alihisi mapigo ya moyo akienda mbio tulikuwa tunapita tu, tuna tu? miaka yote hii nilikuwa naishi kwa ndoto, alisema kwa sauti iliyovunjika. Baraka alitupa macho yake pembeni kama mtu asiyejali. Look, usiweke drama hapa, unajua mimi ni mwanaume wa mtaa, sipendi stress, bora uondoke, usiniharibia usiku, alisema kuwa akivuta sigara kwa marengo. Uchungu ulizidi kujaa moyoni mwa Imani. Alitaka kulia lakini machozi yaligoma kutoka. Akea, okay, alisema kwa sauti tulivu, lakini moyo wake ulikuwa unatokwa na damu. Alimwangalia kwa sekundi chache kisha akaanza kuondoka. Alipofika mlangoni, akageuka kwa mara ya mwisho Baraka na kutakia maisha mwema, lakini na kuhakikishia, utanikumbuka siku moja, utanililia alisema kwa sauti ya utulivu. Baraka alicheka huku yule mwanamke akishikana naye kimahaba. Imani alihisi kama dunia imeanguka juu yake. Alitembea haraka kutoka hotelini, mvua ikiwa imeanza kumwagika kwa kasi. Alikimbia kuelekea kwenye gari lake, machozi yakaanza kutoka kwa nguvu. Mungu, nimemkosea nini? alisema huku akishika usukani kwa nguvu. Kwa miaka minne alimpa Baraka kila kitu, mwili wake, moyo wake, pesa zake, muda wake. Na leo alikuwa ametupwa kama takataka. Saa kumi na nusu alfajiri aliingia ndani akiwa amechoka, nguo zake zilikuwa zimelowa kwa mvua, macho yake yamevimba kwa kilio. Alijilaza kwenye sofa huku akijifunika na shuka. Simu yake iliita. Alipoangalia jina lililoandikwa, alimfanya apige moyo konde. Mama Baraka, kwa nini ananipigia? Alijua mama yake Baraka alikuwa anampenda sana, alikuwa mtu wa busara na alikuwa akimwonya mara nyingi kuhusu tabia ya Baraka. Akapokea. Imani mwanangu, kuna jambo nataka nikwambie, sauti ya Mama Baraka ilisikika ikiwa nzito. Imani alikaa vizuri, moyo wake ukiwa na wasiwasi. Mama, kuna nini? Nakujua kama binti mzuri na mchapakazi, lakini nataka nikuambie ukweli. Baraka si mwanaume wa kuolewa nayo. Imani alishisha pumzi nzito. Najua mama, lakini Mabarak, kwa nini unaniambia sasa? Baraka alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya huzuni Baraka na mke mwingine na sio ile ile mkutanea hotelini. Ana familia ya miaka mitatu sasa. Imani alihisi kama moyo wake umesimama ghafla. Mama, unasema nini? Ndiyo mwanangu, nilikuwa nakwambia uachane naye, lakini nilijua hautaniamini. Mke wake anaitwa Agnes na ana watoto mmoja wa miaka miwili Dunia ya Imani ilimgeukia ghafla, akili imekwama, mapigo ya moyo yanazidi kupasuka. Moyo wake ulikuwa mzito, miaka minne ikiwa anampenda mwanaume ambaye hakuwa wake. Mawazo yalikuwa akipishana kichwani kwake kwa kasi, yaani wakati napanga maisha yangu na Baraka, yeye alikuwa baba wa familia. Nimepoteza muda wangu wote na mwanaume asiyeweza hata kuniheshimu Machozi yalikuwa yanamtiririka kama maji. Alihisi uchungu mkali moyoni, kama vile mtu amemchoma kwa kisu cha moto kwenye kifua chake. Hapana! Alipiga meza kwa nguvu, aliinuka haraka na kutoka nje ya nyumba. Hakujua anaenda wapi, lakini alihitaji kutoka. Njiani, saa sita mchana, aliendesha gari kwa kasi bila mwelekeo maalum. Alitaka tu kuwa mbali na kila mtu akaishia kwenye ufukwe wa, wa bahari. Alihisi upepo ukimpuliza usoni, mawimbi yakigongana kwa kasi. Aliingia kwenye mchanga na kuketi chini. Nimeumia sana, Mungu wangu. Alihisi mpweke, alihisi kama dunia imemwacha peke yake. Dakika kadhaa baadaye, eh? simu iliita, jina limeandikwa Deocratius. Nani huyu? alijiuliza kwa mshangao. Halo, ni nani? aliuliza kwa sauti dhaifu. Samani, hii simu ni ya nani? Sauti ya kiume ilisikika upande wa pili. Ndiyo, wewe ni nani? Naitwa Deogratias, nina jambo muhimu sana la kuambia kuhusu Baraka. Tafadhali, tunaweza kuonana? Moyo wa Imani ulianza kudunda tena. Jambo gani lingine la kutisha kuhusu Baraka? Itaendelea. Je, nini kitafuata? Je, huyu Deokratius ni nani, na ana jambo gani la kutisha kuhusu Baraka? Imani ataweza kumsamehe Baraka, au hii ni chuki ya milele? Je, maisha yake yatabadilika baada ya siku hii ya giza?